Karibu mpendwa wa msikilizaji wa radio Maria na radio Mbiu sauti ya faraja Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kila siku Alhamisi saa kumi na mbili jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminari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 Kanisa Katoliki linatufundisha kuwa nguvu ya familia inategemea kusawazisha sala na kazi ili kumpa Mungu nafasi katika maisha ya kila siku. Moja kwa moja nikianza na swala zima la kazi katika maisha ya familia. Maana ya sala kwa mujibu wa Kanisa Katoliki. Sala ni kuinua moyo kwa Mungu. Ukifuatilia katekisimu ya Kanisa Katoliki namba elfu mbili miatano hamsini na tisa Kanisa hufundisha kwamba sala ni tendo la kuinua akili na moyo kwa Mungu katika unyenyekevu na imani. Hapa Kanisa linaonesha kwamba sala ni tendo ndani kabla ya kuwa maneno ya mdomoni. Lakini namba mbili, sala ni zawadi ya Mungu kwa mujibu wa Katekisimu ya Kanisa Katoliki, kuanzia namba elfu mbili mia tano sitini hadi elfu mbili mia tano sitini na moja inaeleza kwamba sala ni tukio ambapo Mungu mwenyewe hututafuta kwanza, anagonga milango ya mioyo yetu, na si tunajibu kwa kufungua mioyo yetu kwake, na hii inaweza ikadhihirishwa kwa mfano wa Msamaria. Kristo mwenyewe anaonyesha mfano alipokuwa ameenda kuomba maji katika kisima, alianza kuongea Kristo kwa kuomba maji na baadaye yule mwanamke Msamaria akaanza kujiuliza anataka kumpa maji Kristo. Na hili fundisho linatufundisha kwamba moja kwa moja Kristo anaanza kuonyesha namna gani sisi tunapaswa kusali na hatimaye tunaona Kristo anakuja kumpa na kumwambia kwamba atampa maji ya uzima. Lakini jambo lingine kuhusu sala: sala ni agano. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inasisitiza kwamba sala ni agano la upendo, yaani uhusiano wa moyo kwa moyo kati ya Mungu na binadamu, ambapo ukisoma hiyo katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba elfu mbili mia tano sitini na mbili hadi elfu mbili mia tano sitini na nne Hivyo sala si desturi tu, bali ni mahusiano ya kudumu na Mungu. Lakini pia sala ni mawasiliano hai. Kanisa linafundisha kwamba sala ni mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu yanayojumuisha kumwomba, kumshukuru, kumsifu, kutafakari neno lake, kuomba msamaha, kumsikiliza kwa utulivu wa ndani ukasoma kwenye katikisimu hiyo hiyo ya Kanisa Katoliki kuanzia namba elfu mbili mia sita ishirini na sita hadi elfu mbili mia sita arobaini na tatu. Sala pia ni mapambano ya kiroho. Kanisa linakiri kwamba sala inahitaji kunyenyekea, sala inahitaji uvumilivu, sala inahitaji uwazi kwa Roho Mtakatifu, mapambano dhidi ya vishawishi, miemko na uzembe kusoma katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2725 hadi 2745. Hivyo wapendwa, sala ni njia ya kukua katika utakatifu. Ukirejea katika maandiko matakatifu, tunaona na tunajifunza kwamba Yesu anasema bila mimi hamwezi lolote, Injili ya Yohane sura ya 15 aya tano. Hii inaonesha kuwa maisha ya familia yanahitaji muungano wa Kristo. Lakini pia ukisoma Yoshua sura ishirini na nne aya kumi na tano inasema mimi na nyumba yangu tutamwabudu Bwana. Hili, hi, hili ni wito wa kuifanya familia kuwa hekalu la Mungu. Ukisoma Zaburi ya mia ishirini na saba ile aya ya kwanza tunaona maneno yanayosema kama Bwana asi asilijenge nyumba waijengao wanajisumbua wa bure. Kumbe sasa pamoja na, na maisha yetu ambayo tunategemea e, ujenzi wa nyumba, lakini sasa nyumba yenyewe ambayo tunaaminishwa kwamba inapojengwa na sisi wenyewe kwa namna yote, tunahitaji uwepo wa Mwenyezi Mungu kwenye mafundisho ya Kanisa Katoliki. E, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba elfu mbili mia sita themanini na tano tunaona familia ni kanisa dogo, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema domestic church. Hapa sala ndiyo pumzi ya maisha ya kiroho. Kumbe sala ya pamoja hujenga umoja, huruma, msamaha na heshima. Hii ni mwaliko kwetu sisi wa Wakristo leo kwamba tunapaswa kusali kwa pamoja na ndio maana hata Kristo alipokuwa anawafundisha wanafunzi wake juu ya sala ya Baba Yetu, haikusemwa kwamba isali Baba yangu uliye mbinguni, bali ilionyeshwa kwamba tunapaswa kusali Baba yetu uliye mbinguni, ikimaanisha kwamba tunapaswa kusali pa umoja. Lakini familia inayosali pamoja inafundisha watoto imani kwa njia ya ushuhuda, si kwa maneno tu. Kuna aina mbalimbali za sala katika familia. Aina ya kwanza ambayo inapasika kufanyika kwenye familia ni sala za asubuhi au sala za jioni. Hizi ni muhimu sana katika maisha ya kiroho katika familia zetu. Kuna siku moja e, katika kupiga stori za hapa na pale niliwahi kukutana na mama mmoja, alikuwa anaelezea ni namna gani siku moja alipokuwa amekaa na mtoto wake wakiwa wanaangalia TV, mtoto wake ni mdogo tu aliyekuwa na umri wa miaka mitano. Wamekaa pale sebleni basi, katika kuangalia TV ikatokea mama akaanza kusinzia. Alipoanza kusinzia, yule mtoto akaondoka pale, akaenda akamtandika kofi mama yake. Alipokuwa amemtandika kofi mama yake, mama yake basi, akashtuka na kuamka anauliza, kwa nini? Yule mtoto akasema mama, inawezekanaje ukao unalala bila kusali? Kumbe hii inatukumbusha kwamba ni namna gani ule mtoto alikuwa amelelewa katika mazingira ya kusali na akijua kabisa kila mtu anapasika na ana wajibu wa kusali. Kumbe malezi haya ya watoto yatatengeneza familia ambayo baadaye inakuja kuwa familia bora. Lakini pia aina nyingine ya sala katika familia ni kusali rozari, hasa mwezi wa Mei, lakini pia na mwezi Oktoba mazingira ambayo tunakumbushwa kusali rosari takatifu na kutafakari yale mafungo ya rosari ikiwa kama ni sehemu ya Injili. Ni pia napaswa kusoma neno la Mungu walau kwa dakika tano hadi kumi, na Mtakatifu Jerome anatukumbusha kwamba kuto kujua maandiko matakatifu ni kuto kumjua Kristo. Kumbe tunapaswa kumjua Kristo kupitia hayo maandiko matakatifu. Aina nyingine ya sala katika familia ni sala kabla na baada ya chakula. Kabla hatujapata chakula, tunapaswa kusali, na baada ya chakula tunapaswa kushukuru kwa kile ambacho tumekipata. Lakini pia aina nyingine ya sala katika familia ni ibada ya Jumapili na sakramenti za Kanisa, ambazo ni chanzo na kilele cha maisha ya Kikristo kisoma katekisimu ya Kanisa Katoliki namba elfu moja mia tatu ishirini na nne. Kumbe sala kuu kuliko zote ikiwa ni adhimisho la misa takatifu. Familia inakumbushwa kushiriki maadhimisho ya misa takatifu na sakramenti nyinginezo katika kanisa. Wapendwa, kazi katika maisha ya familia. Kwenye maandiko matakatifu, tunapoanza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili ya kumi na tano tunaona Mungu alimweka mtu katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Na hiyo ndiyo kazi na ni wito wa Mungu. Lakini ukisoma pia waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya tatu aya ya kumi anasema asiyetaka kufanya kazi na asile. Na hii ni msisitizo kwa sisi wa Kristo na wengineo wote kwamba tunapaswa kuwajibika, hatupaswi kukula pasipo kufanya kazi. Lakini pia ukisoma Methali e, sura ya thelathini na moja aya kumi hadi thelathini na moja hapa tunaona maelezo ya mwanamke mwenye bidii katika familia, na huu ni mfano wa ushirikiano wa kujitoa. E, ukisoma vizuri hii sehemu inaonesha ni namna gani ambapo, e, inatoa sifa za mwanamke katika familia, e, ni wajibu gani ambao anapasika ufanye mwanamke katika familia, na hiyo itamsaidia kujenga familia yake lakini kwenye mafundisho ya kanisa Katoliki ukisoma waraka wa papa Yohane wa Paulo wa pili ambao unaitwa Laborem Exercens e, inaeleza kwamba kazi ni njia ya mwanadamu kushiriki katika uumbaji wa Mungu. Kumbe tunapaswa kushiriki uumbaji wa Mwenyezi Mungu kupitia kazi, na kanisa linafundisha kuwa kazi ya mzazi ni huduma na si mzigo. Kumbe kazi inaleta heshima, kazi inaleta maendeleo kazi inaleta ustawi wa familia, lakini lazima isichukue nafasi ya upendo na muungano wa kifamilia. Kuna changamoto mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikazi zinajitokeza katika kazi e, kwa mfano kukosa muda kwa ajili ya familia. Watu wanatingwa sana, muda wote wako bize na kazi, na hii inapelekea kukosa muda kukaa pamoja kama familia, lakini pia changamoto nyingine ya kazi ni msongo wa mawazo na uchovu. Nafika wakati mtu anafanya kazi kwa muda mrefu pasipokuwa na mapumziko eh, anajikuta kwenye msongo wa mawazo pamoja na kuchoka zaidi. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo ni wazazi kukosa mawasiliano na watoto. Kuna baadhi ya wazazi wao wakiwa wanafanya kazi, kwa kweli wanafanya kazi wanarudi usiku, wanawahi kuondoka asubuhi, kwao hawana wakati ambapo wanaweza kufanya mawasiliano na watoto na kujua maendeleo ya, ya familia yako vipi. Lakini pia kuna swala zima la ukuaji wa teknolojia unaoweza kupunguza ukaribu wa familia. e, inafika wakati mawasiliano sasa yamekuwa yakirahisishwa zaidi kupitia simu e, e, vyombo vingine kama kompyuta ambapo muda mwingi watu wana, wana bezi sana katika teknolojia hiyo na kufanya kuto kuwepo na maonano ya moja kwa moja kama familia. Wapendwa, tunapaswa pia kujua kuna, kuna pasika uwepo uwiano wa, wa sala na kazi eh, kanuni ya ora et labora. Huu ni mwaliko wa kitawa ambao na ukimaanisha kwamba omba na fanya kazi Kanisa linaona kuwa sala bila kazi ni uvivu na kazi, bila, na kazi bila sala ni ukavu wa kiroho. Kumbe pia kuna namna ya kuunganisha sala na kazi kwa namna yote tunapokuwa tunaishi kwenye familia e, ili kuweka uwiano lazima tuunganishe sala na kazi e, hii inamaanisha kwamba tunapaswa kuanza siku kwa sala fupi kabla ya kuanza shughuli. E, inapasika pia kutafakari neno la Mungu kama familia mara moja kwa siku, lakini pia kuwa na dakika kumi walau katika familia kusikilizana, kushukuru na kuomba msamaha, lakini pia kuunganisha kazi na sala kwa nia njema, kufanya kila kitu kwa utukufu wa Mungu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kumi aya ya thelathini na moja. Panapokuwepo na uwiano wa sala na kazi, basi kunakuwa na matokeo bora, ambapo familia inapata amani, inakuwa na uvumilivu, inakuwa na maelewano, watoto wanajifunza maadili, nidhamu na heshima kwa kazi, kila mtu anahisi kupendwa na kuthaminiwa, lakini pia familia ina nguvu zaidi kukabiliana na changamoto. Kumbe mapendekezo ya vitendo vya kifamilia nini kifanyike katika familia? E, ni jambo jema pale ambapo kutakuwepo na ratiba ya sala ya kifamilia angalau dakika kumi kwa siku. Lakini pia siku ya Jumapili isiwe siku ya kazi, bali ni muda wa ibada na kukutana kifamilia. Kuweka mgawanyo wa kazi za nyumbani kulingana na umri na kukuza ushirikiano, kuweka lengo la kifamilia kila mwezi, akiba ujenzi wa nyumba, malezi ya kiroho, kusoma neno la Mungu, kufundisha watoto thamani ya shukurani, e, kuhesabu baraka zao kila ifikapo jioni. E, tuko najifunza, nadhani katika maisha yetu ya utoto kunafika wakati wazazi walikuwa wanatupatia baadhi ya vitu, anatupa kitu alafu anaomba tena, akitaka kuonyesha ni namna gani, kama wewe unapokuwa unapo unapewa jambo unaweza ukashukuru uka e, pale ambapo unashindwa kushukuru basi, ilikuwa inafika wakati unaweza ukapigwa kwa kukumbusha kwamba unapaswa kushukuru kwa kile ambacho umepewa. Lakini pia kuna kuna mapendekezo mengine ambayo yanahitajika kwamba ifike wakati lazima tuangalie kwamba, e, simu pamoja na televisheni, ifike wakati hivi vitu vinabidi viweke kando ili kufanya kuendelea kuonesha ushirikiano kwa sababu sehemu kubwa ya watoto kuna wakati muda mwingi wanakuwa bizi sana na simu, lakini pia wanakuwa bizi na televisheni. Haya ndiyo mambo ambayo anaweza akapelekea watu wakashindwa kushirikiana pamoja. Msikilizaji wa redio Maria na redio Mbiu, ikiwa ndiyo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani Familia ni Nyumba ya Mungu kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam na mada tunayoendelea nayo ni sala na kazi huboresha maisha ya familia, ukiwa unaendelea nami Shemasi Emmanuel Mwakapila. Sasa katika mada hii, sasa tuangalie changamoto kubwa inayojitokeza katika dunia leo kwa wanaotaka mafanikio ya haraka bila kusali na kufanya kazi. Kuna sababu kadhaa za kijamii, tamaduni, kiuchumi na kiteolojia zinazowafanya watu wengi hasa vijana kutafuta mafanikio haraka kwa kutegemea miujiza kutoka kwa manabii bila kufanya kazi kwa bidii. Hili ni jambo linaloonekana sana nchini Tanzania na katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Sasa ufuatao ni uchambuzi wa kina ambao unaelezea hili jambo. Kwa nini haya mambo huwa yanatokea? Jambo la kwanza ni shinikizo la kijamii na kiuchumi. Kwenye shinikizo la kijamii na kiuchumi, kuna sababu mbili. Mojawapo ni ugumu wa maisha. Katika ugumu wa maisha, tunaona kwamba kuna umaskini, kuna ukosefu wa ajira, gharama kubwa za maisha na kuwafanya watu kutamani njia ya haraka kutoka kwenye matatizo. Lakini ya pili ni kizazi cha instant result au matokeo ya haraka. Kumbe teknolojia mitandao ya kijamii na simulizi za kupata mafanikio ya ghafla zimewafanya watu wengi kuamini kuwa mafanikio hayahitaji mchakato. E, uchambuzi mwingine namba mbili ni kutokuwa na elimu sahihi ya imani au tunasema katekesi kuwa dhaifu. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba neema ya Mungu haifuti wajibu wa kufanya kazi. Lakini pia miujiza si mbadala kwa jitihada. Mungu hufanya kazi kupitia kazi za mikono yetu. Kwa bahati mbaya, wengi hawafundishi tofauti kati ya imani ya kweli na imani ya kishirikina, hivyo wanaishia kusadiki kwamba manabii wanaweza kufungua milango bila wao kujitahidi. Namba tatu ni teolojia ya mafanikio, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema prosperity gospel Baadhi ya wahubiri wanafundisha, toa sadaka fulani ili ubarikiwe. Kuna aina nyingi za sadaka ambazo zinasikika kwenye hivyo vyombo vya habari. Utasikia watu wanasema kuna sadaka za kuteketezwa na vinginevyo, lakini hao pia manabii watakwambia, njoo kwa nabii upokee muujiza wa kazi, upokee muujiza wa mume, upokee utajiri e, wao wenyewe wakiwa wanatafuta namna gani ya kuweza kuendesha maisha yao. Hii inawafanya watu waamini kuwa mafanikio ni baraka za papo hapo, sio matokeo ya kazi, nidhamu na uvumilivu. Kanisa Katoliki hupinga teolojia hii kwa sababu inageuza imani kuwa biashara, inapuuza msalaba, uvumilivu na juhudi, inaweka matumaini kwa mwanadamu ambaye ndiye nabii badala ya Mungu, na hii imekuwa changamoto kubwa sana watu wakiona kama mateso sio sehemu yao ya maisha, wakiamini kwamba wanapaswa kufanya jambo ambalo kwa haraka haraka litaweza ikawapelekea mafanikio. Lakini pia jambo la nne ni hofu na kukata tamaa. Watu wanapokata tamaa kutokana na ugumu wa, wa kupata ajira okay. Lakini pia kupata ajira kwa upendeleo, na hii inaweza ikatokea, unakuta watu wengi wameitwa kwenye interview kwenye hiyo usaili lakini mwisho wa siku watu ambao wanaweza kupata ajira inatokea ni kwa sababu ya upendeleo. Lakini pia kuna hiyo mifumo ya rushwa ambayo inasababisha watu kukata tamaa. Watu wanatafuta mtu anayewapa matumaini ya haraka, hata kama matumaini hayo si ya kweli. Namba tano, imani katika miujiza ya haraka badala ya sakramenti. Watu wengi wanakimbilia mafuta ya upako watu wengi wanakimbilia maombi ya kufunguliwa, lakini pia kuwekewa mikono wakiamini kuwa yanabadilisha maisha hapo hapo. Na hii inatokea kwa sababu watu hawafundishwi uhusiano kati ya imani, sakramenti na maadili ya kazi. Wanaamini muujiza ni kitu cha ghafla, si neema inayofanya kazi ndani ya muda mrefu. Kini namba sita, utamaduni wa kutaka njia ya mkato katika jamii ambapo watu hawapendi kusubiri eh, ndio ndipo ambapo watu wanatafuta njia za mkato. Watu wanatafuta mafanikio ambayo wao wanahisi wanaweza kapimwa kwa vitu vya nje, lakini pia kuna shinikizo kutoka kwenye familia pamoja na marafiki. Ni rahisi kutaka mafanikio haraka bila kufuata mchakato. Namba saba, tafsiri isiyo sahihi ya maandiko matakatifu kuna watu wanasema imani ni yote kumbe tumwachie Mungu, lakini wengine wanatafsiri kwamba nguvu ya nabii itabadilisha maisha yangu. Lakini Biblia inasisitiza swala zima la kazi, yeyote asiyetaka kufanya kazi asile. Ukisoma waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya tatu aya ya kumi lakini pia ukisoma mithali sura ya kumi na tatu ya nne anasema mwenye uvivu hutamani lakini hana kitu. Kumbe tunapaswa kupambana kuwa na vitu ambavyo vitatufanya e, tu, tuishi kadiri ya mafundisho ya kanisa. Lakini namba nane, tamaa na kutaka kutajirika haraka. Baadhi wanatafuta miujiza si kwa sababu ya imani, bali kwa sababu wanataka utajiri wa haraka e, wengine wanataka kuvuma, wanataka kujulikana kwa haraka na wengine pia wanataka maisha ya urahisi pasipo kufanya kazi. Hii inaendana na tamaa ambayo kanisa linafundisha kuwa dha, dhambi ya msingi yenye kuharibu maadili ya binadamu. Namba tisa ni kuathiriwa na ushuhuda wa kugushiwa kwenye mitandao. Kuna mama eh, alikuwa anatoa ana, ana ushuhuda, mtu anatoa ushuhuda kwamba niliombewa, sasa nimepata gari mwingine anasema nilipakwa mafuta sasa nimepata kazi. Hii inazidisha matarajio yasiyo ya, ya kweli kwa watu wengi, na wengi hawajui kuwa ushuhuda mwingine ni biashara au matangazo e, wakiamini nao kwamba wakienda kuombewa au wakienda kupakwa mafuta au wakiwekewa mikono wanaweza wakapata mafanikio ya haraka, na hii ndio jambo ambalo kanisa linapaswa kuangalia kwa, kwa namna ya pekee ili kuwafanya Wakristo waweze kuepukana na mazingira ya hivyo. Lakini namba kumi ni kutafuta njia ya kukwepa maumivu ya mchakato. Siku zote mafanikio yanahitaji mchakato na, na watu hawajui kwamba kazi inahitaji uvumilivu kazi e, lazima upitie maumivu, lazima kuwe na nidhamu, lazima kuwe na kushindwa mara kadhaa. Kuna wakati tutadondoka na hii inaweza ikatukumbusha hata katika njia ya msalaba kuanzia kituo cha kwanza mpaka cha mwisho, pale tunaona Kristo katika njia ya msalaba ameanguka mara tatu, na alipokuwa anaanguka, basi alikuwa alikuwa anainuka, na inatukumbusha kwamba hata sisi katika kutafuta mafanikio kuna wakati tutaanguka, na kuanguka kwetu kusitofanye basi tukalala hapo hapo, ni wakati ambapo hakuinuka na kuendelea na safari ya mafanikio. Mbe, lakini miujiza inaonekana tu kama njia ya kuepa gharama ya mafanikio. Sasa nini mtazamo wa kanisa Katoliki? Kanisa halikatai miujiza, bali linafundisha kwamba miujiza ni nadra na si programu ya kudumu. Mungu hufanya kazi zaidi kupitia juhudi, kupitia kazi, kupitia nidhamu na busara. Nabii yeyote anayefanya anayefanya watu wategemee miujiza badala ya kazi anakengeusha imani, na mafanikio ya kweli ni matokeo ya kazi na neema ya Mungu. Wapendwa, watu wengi wanatafuta mafanikio haraka bila kazi. Kutokana na nini? Na ugumu wa maisha, kutokana na shinikizo la kijamii, kutokana na mafundisho potofu ya wahubiri, kutokana na kukosa elimu ya imani e, kutaka njia ya mkato na kuamini miujiza kama shortcut. Lakini mafundisho ya Kanisa yanaeleza kwamba imani bila matendo hufa na mafanikio bila kazi ni udanganyifu. Kumbe naweza kuhitimisha kwamba sala na kazi si vitu viwili vinavyopingana, ni karama mbili zinazokamilishana. Familia inayompa Mungu nafasi hupata hekima ya kupanga maisha yake vizuri. Wapendwa, tujitahidi kuimarisha uhusiano wetu na Mungu kupitia sala na kuishi uwajibikaji wetu kupitia kazi. Tukifanya hivi, tukifanya hivi, familia zetu zitakuwa nguzo za upendo, amani na matumaini katika jamii. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, hadi kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha familia ni nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi, usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Shemasi Emmanuel Mwakapila kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga, Jimbo Kuu Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba sifuri saba hamsini na sita arobaini na saba, saba themanini na moja sabini na nane. Na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Awalinde na kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.